Yes, ni siku nyingine tena kwenye Bio Exclusive tuna mgeni um, siku ya leo na um, watu wengi sana wamekuwa wakifahamu vitu mbalimbali mbali kuhusu familia hii ambao kwao wako kama vijana wawili hivi. Uh, wanapenda mpira uh, wa miguu na wanaufanya kama kazi ya kuingiza kipato kwenye Bao exclusive leo, mimi Irene Kilango na Joshua Anton yuko nyuma ya kamera, tunakupa exclusive na James James. Nani ni James Msuva? Niko naye hapa na natamani kufahamu harakati zake za mpira. Kwa nini tumwoni jamani? Watu wamekuwa wakiuliza sana maswali mengi mjini na vitu vingine vingi, yuko wapi James Msuva? Anajishughulisha na nini? Mara ya mwisho tulimwona Mbeya eh? Kuna wakati niliwahi kumsikia iko Zanzibar na nyakati nyingine tofauti tofauti katika timu mbalimbali mbali, lakini sasa hivi yuko wapi? Mpango wake ni upi? Je, yeah. Anaweza kuwa kama kaka yake ama yeye yeah, anatengeneza legasi yake? Karibu sana kwenye bae exclusive. James, mambo poa? nzima wapi? angalia kamera James Naibu. <laughs> <laughs> ya bidi Msuva akufundishe kidogo haya mambo. uko poa? niko poa. Uh, tofauti yako wewe na Msuva kwenye media ni, ni ipi? Sababu Msuva bwana ni mtu ambaye akiwepo lazima watu wajue, akiwa mjini lazima tufahamu sisi waandishi wa habari na vitu vingine vingi. Kwako kwa imekuwa tofauti, upo sana kimya, ni mtu wa loki na vitu vingine. Kwanza ndakuwa ujue Msuva ni mchezaji mkubwa, kwa hiyo anapokuwepo sehemu lazima watu wajue. So la, kwa sababu sio yeye atatafuta habari, ila mwandishi atatafuta habari. Kwa hiyo siwezi kujilinganisha naye, siwezi kusema Simon ni kama mimi au mimi ni kama Simon, hapana ila na mimi pia, kuna wakati utafika na mimi nitakuwa nipo sana kwenye media, kwa sababu najua mwandishi atahitaji kupata habari yangu. kwa iyo, kwa hiyo kila kitu kinaenda kwa wakati. Sa, sasa hivi mjini upo, upo wapi James? kwa sababu tumeshakusikia kusikia sana kwenye timu mbalimbali, mpaka umefika kwenye ligi ya Zanzibar, umeenda Mbeya kwenye ligi kuu, umecheza timu nyingi, lakini bado uh, upo kimya sana, upo wapi na ilikuwaje safari yako mpaka sasa? Ha, mimi nipo unajua, kwenye hizi njia za utafutaji zina, zina changamoto zake. Unajua watu wengi uh, wanamwangalia James kama walivyokuwa wanamtazama Simon, ndo kitu ambacho kinamkuta James, ugumu unakuwa ni mkubwa sana, kwa sababu mtu anakukompea wewe na sai. Simon ana njia yake na mimi napita njia yangu. Leo mimi napitia changamoto za kwangu ambazo watu wengi wazifahamu lakini siwezi kuzielezea kwenye kwenye huu uso wa kamera kwa sababu changamoto zangu hizi hizi hizi na hizi, ila ninachopambana ni kwamba nitetee kazi yangu, kwa sababu ni kazi ambayo nimeichagua, ni vipaji ambavyo tumepewa. Nasema ni kipawa tumepewa na Mwenyezi Mungu, kwa tunatumia kupata riziki na maisha yetu pia yaende. Kwa hiyo mimi nipo. Ah, safari yangu ya kwenda Zanzibar ilikuwa ni safari ya kujitafuta. Ni, kuna kipindi nilipata majeraha ya muda mrefu nilikaa nyumbani karibu nusu msimu, sikuweza kupata nafasi ya kucheza karibu kule kule, ile, ile nane nilifunga goli sita na asisti tatu wakule, ndo kengodi. Aa, nikazungumza na kengodi, na kengodi a baada kuingia kigodi, changamoto za kwenye kazi zinafahamika. Leo anaweza kaja mwalimu huyu akakupenda, akaja mwalimu huyu asikuelewe, inaweza yani ni vitu vingi kwenye kazi unajua. Kwa hiyo nilipata bahati nicheza michezo zangu za kigodi, walioniona waliniona, lakini mimi sikulizika kwa sababu nahitaji kucheza sana niweze kuonekana. Kwa hiyo bado nakuumiwa na, na ile jina la Simon Msuva bado linanihukumu popote ninapoenda, yani mtu anatamani kuona ukicheza kama Sai, ufanye kitu kama Sai na nini, lakini mwisho siku nakuwa nakuwa nakuwa naelewa na kwao. Mi nabaki kwenye njia yangu, nabaki kwenye mstari wangu, kwamba mi ni James, nitabaki kuwa James andakiwa nitengeneze legasi yangu. Naitengenezaje? siwezi kusikiza huyu anaongea nini, huyu anasema nini, ila nitayachukua yale ambayo yatanijenga, ambayo yanijengi ntaachana nayo. Lakini mimi nipo na naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, raundi ya pili nitarudi uwanjani.